Naam, habari za wakati huu ndugu mtazamaji unayetufuatilia wakala wa usalama na afya mahala pa kazi, yani OSHA. Tuna habari kubwa sana tungependa kuwajulisha. Je, unatamani kujua ni habari gani hiyo? Ungana nami mtangazaji wako Anita Mbaga <muchos>

Wakala wa usalama na afya mahala pa kazi yani OSHA chini ya mtendaji wetu mkuu Bi Hadija Mwenda tumeanzisha rasmi mafunzo yatakayokuwa yanatolewa jioni yani, evening class. Ikumbuke hapo awali mafunzo haya yalikuwa yanatolewa wakati wa asubuhi na mchana. Na hapa tuko na mtaalamu wetu Bwana Simon atatuelezea zaidi, je, dhumuni la mafunzo haya kutolewa jioni ni nini? Ungana nasi umsikilize. Asante. Uh, kwa majina anaitwa Simon Ilwaho na ni afsa mafunzo natokea wakala wa afya na usalama mahali pa kazi OSHA. Hapa OSHA tunayo kurugenzi ya mafunzo, tafiti, takwimu na uhamasishaji, ambayo kurugenzi hii imejikita kutoa mafunzo mbalimbali mbali, kwa ajili ya kuwajengea uwezo wafanyakazi, waajili na wadau wengine juu ya tahadhari mbalimbali za afya na usalama. Moja ya kozi ambazo tunazitoa kwenye kurugenzi hii ni pamoja na kozi ya taifa ya afya na usalama mahali pa kazi. Uh, kozi hii imejikita kuwajengea uwezo wasimamizi wa afya na usalama sehemu za kazi mbalimbali mbali. Na kozi ya taifa ya afya na usalama ni kozi maalum ambayo inafundishwa kwenye moduli mbili, kwa maana ya moduli ya kwanza ambayo inasomwa kwa wiki mbili na moduli ya pili inayosomwa kwa wiki mbili. Uh, tulifanya tafiti zetu za ndani na tukabaini mmoja uh, ya washiriki wetu ambao uh, wanahudhuria kozi ya taifa ya afya na usalama uh, tuna kundi kubwa sana la wafanyakazi ambayo katika ratiba ya kawaida ya kozi hii wanakosa nafasi ya kuhudhuria. Kwa hiyo kama idara ya mafunzo uh, tukaona kuna haja ya kuja na kozi ya taifa na, ya afya na usalama mahali pa kazi ambayo itafundishwa kwa ratiba ya jioni. Kwa kimsingi tumewaletea uh, kozi hii ambayo inafundishwa kwa, si, kwa siku kumi na saw nane sawa sawa na wiki tatu, ambapo kwenye kozi hii ya taifa ya afya na usalama ratiba ya jioni uh, washiriki wanapata nafasi ya kuhudhuria masomo pindi wanapotoka kwenye shughuli zao za kazi za kila siku kwa sababu muda wake ni rafiki. Kozi hii inaanza kufundishwa saa kumi kamili jioni na inaisha saa mbili kamili usiku kila siku, kwa muda wa wiki tatu. Na kimsingi tumeona ina manufaa na inawasaidia sana, hasa wale ambao wapo bize, wanashindwa kuhudhuria kwenye ratiba za mchana na za kawaida. Malengo ya kozi ya taifa ya afya na usalama mahali pa kazi ni kumtengeneza msimamizi wa usalama na afya kazini ambaye atawasaidia waajili katika kutengeneza mfumo wa usimamizi wa afya na usalama kazini au utaratibu wa kusimamia masuala ya afya kazini, ambapo pamoja na mambo mengine e, sisi kama idara ya mafunzo hapa OSHA tunamtengeneza mtu huyu ili aweze kumudu, moja, kutambua na kudhibiti hatari na vihatarishi vyote vinavyokuwepo kwenye eneo lake la kazi, lakini mbili awe na uwezo wa kutathmini hatari zote ambazo zinatokea kwenye maeneo ya kazi na kuzipa vipaumbele zile hatari kubwa ili ziweze kudhibitiwa kwa haraka kabla hazijatengeneza madhara. Lakini tunamtengeneza huyu msimamizi wa afya na usalama kazini e, pia tunamjenga kwenye eneo la kufanya uchunguzi wa ajali na matukio hatarishi, kwa sababu e, matukio hatarishi yanayotokea sehemu za kazi ni lazima yachunguzwe. E, ili yaweze kutengenezewa e, mikakati ya kudhibiti hatari za mtindo huo. Lakini mwisho tunataka huyu msimamizi wa afya na usalama kazini awe na uwezo wa kutengeneza programu nzima za kutambua na kudhibiti hatari zinazokuwepo sehemu za kazi na huyu mtu tunaamini anakuwa ni kiunganishi kikubwa kati ya mwajiri, serikali na wafanyakazi na kuyafanya maeneo ya kazi yawe salama na yenye afya. Tuliweza kuzungumza na baadhi ya wanafunzi ambao watatueleza maoni yao. Je, wamenufaika vipi na mafunzo haya yanayotolewa hapa OSHA wakati wa jioni, yaani evening class? Karibu tuwasikilize. Kwa jina naitwa Deogracius Gaudence Maliwa, nimekuja kuhudhuria masomo ya, ya evening nokshi. Kwa kweli amenisaidia kwa sababu nilikuwa nakosa muda wa kuweza kufika kuhudhuria masomo na pia hata kwa wenzangu, kwa sababu mimi ni mwakilishi, ni mwenyekiti kiti. Uh, wengi sana hapa watu ambao tumehudhuria masomo ya jioni ni kwamba tumeweza kupata muda, kwa sababu hata ukiangalia, hawezi kumwomba bosi uweze kupata mas, nani, masomo kupata dharura ya, ya wiki tatu, inashindikana. Lakini kwa kwa kuwa tumeweza kupata kwa masomo ya, ya jioni, tumeweza kunufaika kwa kweli, tumefurahia sana na tunaomba tuendelee ku tumepata haya masomo na zaidi sana tuongezee na kamuda kadogo, ili tuweze ku catch up haya vizuri, ili kuweza kupata mafunzo na kuweza kusaidia watu kuweza kufanya kazi vizuri, na kwa ajili ya maendeleo ya taifa na sisi binafsi. Naitwa Debora Gaspar Juvens, ni mwanafunzi wa masomo ya OSHA, usalama mahali pa kazi, ni mwanafunzi wa masomo ya jioni. Wito wangu kwa waajiri, haya masomo yana faida kubwa sana na ni muhimu sana huko kazini kwetu na huko site. Nimegundua kwamba kuna changamoto nyingi ambazo wafanyakazi wanazipitia na kiukweli, bila kujua hili tutajikuta tunaendelea kupoteza afya na maisha ya wafanyakazi wengi. Kwa hivyo, kuna umuhimu sana wa kuwa na watu wenye ujuzi wa mambo kama haya. Lakini cha pili, OSHA wameanzisha masomo ya jioni. Naona faida nyingi za kusoma jioni na kuwa busy na mambo yangu, lakini still naweza kupata muda kwa ajili ya kujisomea. Wana mafunzo mazuri, masomo yanaeleweka, kwa hiyo karibuni.

Kama ulivyowasikia wanafunzi wakitoa maoni yao kuhusiana na mafunzo haya yanayotolewa wakati wa jioni, yani evening class. Kutaka kujua mengi zaidi kuhusiana na mafunzo haya ya wakala wa usalama na afya mahala pa kazi, tunakuomba ufuatilie peji zetu za mitandao ya kijamii au unaweza kutembelea ofisi yetu iliyopo jijini Dar es Salaam hapa Kinondoni. Tunawakaribisha sana wadau wote wanaopenda kujifunza mafunzo haya ya jioni, yani evening class. Karibuni sana sana sana. OSHA, kazi salama, maisha salama.